Ilikuwa ni mechi ya ligi kusoka Tanzania Bara, haikuwa sehemu moja tu. Tabora umechezeka umecheze eh, umecheze mchezo Mbeya umechezeka mchezo vilevile, kule Kigoma lake Tanganyika pia umechezeka mchezo. Tumetazama michezo takriban minne kwa siku ya leo. Nipo na Heavyweight kuangazia dakika t tisini, zitatathmini kipi na ni mkoa gani yeye atataka, eh, kunyambua kinagaubaga. hali yako iko vipi? Bana kwema, namshukuru Mwenyezi Mungu niko vizuri. Niko salama bin salmin, ndugu yangu, tuanzia wapi? Tabora, Mbeya, Kigoma, Dar es Salaam au tuende wapi? Unajua <laughs> nah, siku ya leo kulikuwa kuna mechi nane hey. na, na wakubwa wote wanacheza na, anacheza Simba anacheza Yanga anacheza Azam FC Singida yani mm. wote wanacheza anacheza, kwa hiyo ah, nikawa nashindwa na kuelewa nifanye kitu gani kwa sababu mm. Unajua, sisi watu wa mpira tunapenda kuangalia mechi zote, zote lakini no. Mwisho wa siku nika- nikatulia nikaona ah, ngoja ni cheki zangu mechi ya, ya, ya Simba na Ken Gold, umeona kwa sababu ni mechi ambayo nilikuwa labda, na kwa upande wangu naamini pengine Simba Sports Club wanaweza wakaitumia mechi hii kuweza kutekeleza baadhi ya ma, ma, matarajio yao ikiwemo kupunguza ile uh, uh, goal difference unajua E, Maki Yanga mpaka tunaingia kwenye huu mchezo, Yanga wanaongoza kwa gol uh, difference kubwa takriban goli hiyo tisa. Tisa. E, kwa hiyo nikaamini nika labda pengine kwa sababu Ken Gold washashuka daraja na ukifuatilia ile story kwamba walitumiwa nauli kila mtu aende kwa muda wake, nikaona kabisa hapo shughuli tena e, shughuli tena hapa amna tena ndugu yangu. Kwa hiyo nilitegemea hichi nilichokitegemea lakini e, kwa Yanga nao sijapokuwa sikubahatika kuangalia mechi yote kwa ujumla, lakini baadhi ya magoli nimeona, wameshinda kwa magoli matano sifuri, japokuwa kuna goli la offside pale niliona, la goli la pili ambalo lilifunga Klatus Chota Chama e, ilikuwa ni offside ambayo ilifanyika kwenye build up wa, wa kabla ya bao kufungwa, e, baada ya Mzize kureceive mpira ambaye ndo alitoa assist kwenda kwa Klatus Chota Chama, ambaye wakati mpira unatoka kwa Mudathir kwenda kwa Clement Mzize ilikuwa ni tayari ni offside. Kwa hiyo Eh, kuna magoli mengine unaona kabisa mara beki anajikanyaga pakomi anafunga. Nimeona baadhi ya ni magoli, kwa hiyo nao wakashinda wa magoli matano eh, kwa, kwa, kwa, kwa Simba. umesema umemtazama Simba kwa uh, uzuri zaidi mm. u, uweza Mifu, okay. uh, kwa sababu ukuweza kujigawa katika michezo yote kwa namna ambavyo umemtazama Simba Sports, amestahili kupata mabao matano au alikuwa anastahili zaidi kupata ya hapo nafasi alizozipata, namna ambavyo ameweza kutumia nafasi zilizopatikana, lakini moja kwa moja nikiwelekeze kwa eh, Kibu Dennis Prosper ambaye kaibuka eh, man of the match kwa mchezo ambao wamecheza siku ya leo Simba Sports kwa Kengol eh, yes, unajua ukiniambia kwa mfano kwa Simba amestahili kupata mabao matano, takwambia naweza kakwambia ndio, lakini naweza ngakwambia hapana kwa sababu kwa jinsi ambavyo mchezo nimeuangalia Simba alikuwa na uwezo wa kushinda zaidi ya mabao matano sawa. Simba alikuwa na uwezo wa kushinda mabao matano na zaidi, yani zaidi ya mabao, kwa sababu eh, kuna nafasi ambazo baadhi ziliweza kupotezwa, ikiwemo Jean Charles Ahoua peke yake ambaye ni, ni, ni, ni mchezaji ambaye ndo kinara kwenye ufungaji wa mabao ana mabao kumi na sita mpaka sasa. Eh, alikosa pia mabao mengine matatu ambayo angeweza ku, kumfanya mechi ya leo nazungumzia. Of course, amekosa mabao mengine matatu. Nafikiri hata e, wewe mwenyewe uliona, na kipindi cha pili pia, kabla wakati alivotoka kufunga bao bao lake lile, kuna bao jingine alikuja alikosa. Kwa hiyo eh, pia sio yeye tu, kuna wachezaji kadha wa kadha, David Kameta Ducho alikosa nafasi ya wazi, umeelewa, Lionel Lateba na, wote wamekosa, kwa hiyo Simba ongeza kushinda kwa margin kubwa zaidi ya jinsi ambavyo wameshinda leo, lakini mwisho wa siku e, matokeo huwa ndo yanakuwa hivi kwamba utapata nafasi kadhaa utatumia nafasi kadhaa. Na kwa upande wa Kibu Dennis, unajua, e, Man of the, of course, Kibu Dennis Dennis, unajua of course ameperform vizuri sana leo na amestahili ku, kupewa tuzo ya man of the match menelewa, kutokana na jinsi ambavyo Ha, amekuwa na mchango, sio kwa sababu amefunga mabao mawili, lakini ni kwa sababu ya performance ambayo, yonyesha, ambayo ameionyesha ambayo performance ile ndio imemfanya yeye kuweza kufunga hayo mabao mawili. Hata mwenyewe, kuna interview moja niliwahi kumsikiliza, Kibu Denis alisema yeye haangalii watu wanamuongelea nini kuhusu kufunga baada ya kuwa na ukame wa muda mrefu wa kutofunga mabao. Alisema, mimi naangalia performance yangu mimi kuimprove performance yangu; nikiimprove performance yangu automatically mabao yatakuja. Na kweli a uh, ame improve performance yake na leo ameonyesha performance kubwa na imemsaidia hiyo performance kupata mabao mawili, umeelewa? Tena miongoni mwa mabao mazuri ambayo amefunga ni yeye pamoja na Eli Mpanzu wote wakifunga bao la nje ya box, umeelewa? Ni mchezaji ambaye unajua, uh, labda niseme kitu kimoja. Hii performance ya Kibu Dennis kipindi kama hiki, ah, inakuwa ni kama mtego ndugu yangu huu <laughs> uh, ni kama mtego dirisha unalichungulia hivi yani huu achana na dirisha yeah tu, yani achana, kwa sababu Kibu Denis, of course, ni mchezaji ambaye ana, ana mkataba bado. Ngoja mtego eh. Yeah. Unakuwa wapi heavy weight, mbona huu mtego eh? kama nauona huu mtego umekaaje, mtofanyie wajua Kibu ana wa mechi zake unaelewa mm. Wazo ukamdharau huwa ni nani akacheza chini ya kiwango dhidi ya timu fulani, lakini kuna zile mechi zake zile kubwa okay. mechi za maamuzi mm mechi ambazo zinahitaji wachezaji wa wazoefu wa Kongo yani Kibu ndo na mechi zake, sasa leo e, ku perform hivi mimi kwa upande wangu mm. Unaona kama dalili, naona hapa kuna kuna dalili mbaya, of course ndo kuna, kuna mechi kubwa hapa Simba yeah, na Yanga afu leo Kibu ana perform hivi. Ni ujumbe, message delivery, ndugu yangu kwa kwa ninavyomjua mimi Kibu, kwa ninavyomjua mimi Kibu ndugu yangu hapa hapa hamna si bure hapa. <laughs> ha, ha, yani, sio bure Jaffe, mi nakwambia hapa sio bure Kibu, jambo nyuma yake. anafunga magoli mawili leo ndugu yangu Kibu, mkandaji ndugu yangu hapa, ha, ha, ha. hii performance hii mimi naona ni mtego huu, mm. ni mtego ndugu yangu, yaani mte... yani hii performance kama ten... kama taendelea nayo mechi ijayo tena ndugu yangu ameisha Mtu anaweza kuliwa kichwa. Ah, ya, wameisha ndugu yangu, ndugu yangu. Yaani Kibu, Kibu D, Kibu Denis si Mkandaji. Ah. Alikuwa ile mpanzu ila gia imebadilikia hewani kwa namna ambavyo umetazama kiwango chake kwa siku ya leo. Nakwambiaje? Yaani mpanzu hmm. sina shaka naye. Ni mchezaji of course ni mchezaji mzuri. Hmm. Sio naelewa. Lakini kuna kuna kila mechi wakwambia shujaa anapatikana siku ya vita. Hmm. Kila mechi kuna mchezaji ambaye anaziweza Yaani Kibu yaani mechi kama zile anaziweza. Alafu sasa safari hii anapata backup. Manake ndio kuna huo mpanzu. Maana ujua mechi zingine ilikuwa anapata shida kwa sababu mchezaji mwenye kasi anakuwa yuko mwenyewe. Okay. Sasa hivi wapo wawili. Na wote wamefunga. Ndio akamwambia huu ndugu yangu ni mtego. Yaani tarehe 25. Ah, ndugu mm, yangu. Watu waende kwa tahadhari. Kibu ni achungwe. Yaani haijalishi wewe unampenda au mpendi ufanye. Yaani Kibu usimdharau especially kwenye mechi kama hizo yaani, ndugu yangu, idadi ya mabao yanayo yaliyopatikana kwenye michezo ya siku ya leo, umezungumza vyema, ilikuwa ni tofauti ya mabao tisa, hivyo haina tofauti na kile ambacho kilikuwa awali kabla ya mchezo wenyewe. Swali la mm, uh, msingi ni namna ambavyo unatazama uh, mchezo mmoja uliobakia mkononi kabla ya kuendea dabi yenyewe, vita pekee ya kuamua nani anaweza kuwa bingwa msimu 24 25. Unaona inasalia kubaki tarehe 25. Yeah of course. Of course. Yaani hapo vita vita ambayo imebaki ni moja tu. Yaani unajua labda nikwambia labda niweke hivi Bwana Jafe ni, ni kwamba Dabi e, ndio itaamua nani bingwa msimu huu hilo linajulikana. Sababu Simba anaenda kushinda mechi inayofuatia, Yanga anaenda kushinda mechi inayofuatia. Kisha tarehe 25 inakuwa wanaingia pale Simba akiwa nyuma ya alama moja. Umeelewa? Kwa hiyo atakayeshinda pale kombe linapelekwa pale. Mwanamwali unapigwa mwenzako anachukua Yani, kama ye, yani kama ye, yani mechi ya maamuzi unaelewa. alafu vita ambayo nyingine ambayo mimi nimeiona imebaki, mm -hmm. ni vita ya kiatu mm -hmm. ambayo Jean Charles Ahoua ndo anaongoza kwa tofauti ya mag mag magoli nafikiri matatu, mm -hmm. sababu hapa sijaangalia, sababu kama alivyokwambia, sija, sijaona kama labda Pacome amefunga, inamaanisha inamaanisha Dube na Mzize wote hawajafunga leo manake kwa sababu wakati naangalia ile mechi nilikwambia nimeona mabao matatu mengine siku sikuwa nimeona sababu nilikuwa na, na sijatulia. Kwa tofauti ya mabao matatu, ikiwa imebakia mechi mbili, na mechi ni baina e, ya moja dhidi e, ya mpinzani tofauti, alafu mechi inayofuatia ni wao kwa wao. Kwa wao kwa upande wangu mimi, naweza nasema Jean Charles Ahoua ndo top scorer kwenye edition hii, nimeshampa hiyo Yani, hiyo ni mimi of course, nimeshafunga mjadala kwamba Jean Charles Ahoua ndio top scorer kwenye edition hii ya, ya, ya ligi 24 25 tumemaliza na, na kwa bahati mbaya ni kwamba kwa, eh, kwa taarifa ambazo mimi ninazo kuna top scorer mwingine anatoka katika ardhi ambayo Ahoua ametoka, yani Ivory Coast League 1, League 1 ya Ivory Coast, ligi kuu ya nchini Ivory Coast ni top scorer, lakini vilevile vile, ni mchezaji ambaye ameprovide assist nyingi. Simba wana wanamchukua kutoka Liguani yani Liguani ya Ivory Coast, sio ya Ufaransa maanake <laughs> Liguani zipo nyingi bwana. Lakini mimi nazungumzia ya Ivory Coast. Amemaliza top scorer, amemaliza kinara wa assist, sio? Unaelewa, ehe. Kwa hiyo of course huyo anatua Simba Sports Club. Kwa hiyo maanake msimu ujao Simba wanakuwa na wachezaji wawili ambao wanajua kufunga na kutengeneza asisti, na huyu jamaa anaweza kucheza kama kiungo mshambuliaji, namba kumi labda, lakini vile vile mshambuliaji wa kati, na ni balaa zito, ni balaa zito, ni balaa zito yaani, aua eh, na anakaa nje, anazima ateba, anaweza akakaa nje akamaliza yaani aua, hakai nje. Jambo la kwanza unabidi uwe na heshima bwana, heshima bwana, aua A, awezi kukaa nje yani, anaenda kucheza na uwe mwamba yani. o, okay, wajua shida bwana. Jafo, unafuatisha sana namba namba kumi kwa namba kumi namba, mpira haupo hivo, umeelewa? anaweza akashangaa feitoto ndani au ndani, huo jamaa ndani na mechi inapigwa viungo tu, ume mwendo wa viungo kwamba na, ukitaka e, kufunga magoli mengi lazima uwe na viungo wengi Sure, sure, sure. Viungo washambuliaji wengi wazuri, umenelewa ndo utafunga magoli mengi, ila timu ikiwa na striker mzuri ambaye anaweza kukupa magoli ishirini na ngapi kwa msimu au thelathini, bado inaweza ikakufanya we usifunge magoli mengi zaidi Nafikiri Yanga ni mfano mzuri sh kukwambia. Fisto Maele kipindi chake yupo, nafikiri ni miongoni mwa striker wazuri mm -hmm sana mkubwa. Aii, kina Nzengeli nani ndo san wenye wameongeza ile, kwa sababu magoli, magoli laba thelathini, upande wa kushoto magoli kumi na kitu. E, Simba wanachotaka kujaribu kukifanya ni kutengeneza timu ambayo itakuwa ina uhat, ina uhatari maeneo yote ya uwanja. Na ndio maana nakwambia Ahoua anakuwa top scorer msimu huu. Alafu anakutana na huyo mwamba top scorer, top scorer wa ligi ya Ivory Coast na ndio mchezaji alio provide assist nyingi na ndio alochukua mchezaji bora wa msimu. Maana yake naye anakuwa MVP. Maana yake ma MVP wawili kama ambavyo Yanga walifanya, walikuwa na Stephane Aziz Ki walikuwa na Pacome Zouzoua. Kwa hiyo na msimu huu unaokuja hivo hivyo Simba wanakuwa na uh, MVP wa, wa, wa, wa, wa ligi ya Evercoast na wanakuwa na Jean Charles Ahoua, na mi sitaki kumwita MVP. Ujua MVP ni, ni, ni, ni, ni, jina ni jina ambalo sisi ndo tunalitumia zaidi, most valuable. Unajua mchezaji anaweza akawa na value kubwa bila kuwa mchezaji bora wa msimu. Inajulikana sababu mchezaji bora wa msimu anaweza akawa mkongwe wa miaka 33 umeelewa? Lakini performance yake imemfanya yeye kuweza kupewa mchezaji bora wa, tunazungumzia the best player of the season, umenelewa? Ambendo huyo mwamba sana sana, maanake kwa kifupi chake tat-tunaitaga poti p o t y, ndo huyo. Ana umri mdogo, ana uwezo mkubwa, umenelewa? Amefanya vizuri kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika pia timu yake ilicheza, kwa hiyo tutakuja kumdiscuss by kumdiskas ba, usiwe na haraka. Na mimi nilikuwa ni nataka nakuambie huyu eh, mweke kama stock, halafu tutakuja kuitoa kuanza nacho, kwa sababu mm. anakuambia akiba haiozi. Eh, ee, umeizungumza sana dabi hii. Dabi ilisababisha mengi yakatokea, watu wakajiuzuru, siyo, wakasimamishwa kazi mm. lakini siku ya uh, jana leo kuna picha zina trend sana zina trend sana hmm, na zinamwonyesha eh, wale Skaria akiwa na CEO wa JKT eh, Jemedari Saidi. Hmm, sasa zile picha zinaleta hisia tofauti ya kuunganisha matukio. Wengine eh, wanawaza pengine CEO akapatikana kabla ya dabi yenyewe kuchezwa. Wewe unavyo eh, kwa jinsi unavyopata zile za kunyapia, nyapia eh, Jemedari ule ukaribu utazamaji Unajua e, eh, mimi kwa nilivyoangalia lile sakata nimeelewa hmm. ni kwamba t, kwenye bodi ya ligi anahitajika mtu serious hmm. kabisa, sio mtu mpole mpole ambaye anayumbishwa yumbishwa, yani atakuwa mtu ambaye anamsimamo, bwana, ni hivi ni hivi Nganga. Kanuni inasema hivi inasema hivi bas, hakuna. Umeelewa? Sababu, kwa sababu ikishakuja kutengenezeka picha kwamba kuna timu au kuna klabu moja kati ya vilabu vyote ambavyo vinashiriki ligi kuu Eh, ina nguvu ya kuempower, ina nguvu ya kuamua nani aingie nani atoke, kwenye kwenye bodi hiyo, inakuwa sio jambo zuri. Na mimi katika kuangalia kwangu, katika kufuatilia kwangu, mtu mwenye msimamo, of course, kwa nilivyoona mimi, Jemedari Saidi anafaa sana kwa asilimia kuwa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, atanyoosha vitu vingi sana kwenye mpira wetu. Trust me amna ajenda hakuna nini wala nini nimche, nimche, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni mtendaji ambaye pengine atakuja ku, kutoa mpira wetu hapa ulipo na kusogeza, kusogeza mbele. Mbele ana msimamo, umeelewa? Leo hivi wewe kweli ukae mm. Uanze ku, okay. Eh, mtu amekaa kijiweni so, yaani, sisi, sisi. Mm. Mtu yoyote pale sisi tunamtoa tukitaka tukiona tunapeleka mm. Tukitaka tukiona hafai tunapeleka huwezi ukaongea maneno kama hayo. Sio ndio? Umeelewa? Huwezi kuongea maneno kama unapanga wewe nani? Wewe nani upange kitu kwenye kwenye kwenye bodi ya ligi? Bodi ya ligi ndio inatakiwa ivisimamie hivi vilabu vifuate utaratibu ambao umewekwa. Full stop. Sio wewe utoke useme mimi nitafa. Kwa hiyo mimi, kwa upande wangu of course mimi na naweza na, na, na, na, na nikasema na tamani kuona Jemedari Saidi anarudi kwenye uh, safu ya uongozi. Wa, wa, wa, lakini sio um, mwanzo alikuwa ni TFF. Mwanzo mm, alikuwa. Amenielewa? Safari hii natamani kumuona kumwona eh, akirudi kukata, kama mkurugenzi eh, mtendaji, namaanisha mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, maana ndo CEO. Unajua watu wengi tunaita CEO, lakini kwa Kiswahili chake ajui CEO maanake ni Chief Executive Officer, ambayo kwa Kiswahili chake ni mtendaji mkuu wa taasisi ambaye ndo anabeba maono mbali mbali umenielewa, dira zote anapewa yeye, yeye anakuja anazi implement kwa kupitia ufanisi wake wa kazi, jinsi ambavyo wanaweza kuleta ideas mpya pale na nini. Na mimi namuona ni mtu ambaye yuko very smart, mtu makini. Umenielewa na, na kizuri ni kwamba pamoja na ukongo wake lakini ana support vijana, umenielewa, ana support vijana, anatambua mchango mchangu wake. Ni mkuu wa idara ya sports Crown, Crown FM, lakini nafikiri unaona, katika radio ambayo vijana wamejazana pale kabisa kabisa, ni ile hajataka kusema kwamba basi ngoja sasa nilete wa Kongo wenzangu tu ni kuzaa no, umenielewa. Kwa hiyo ni mtu fulani ambaye yuko supportive, lakini ukiachana na hayo yote ambayo peke yake naweza nikasema ni miongoni mwa sifa zake ni, ni mchapa kazi, anajua vizuri football yetu ilipo, anajua vizuri football yetu ilivyokuwa huko awali na inapoelekea, anajua kwao. Kwa hiyo kwa sababu ni mtu ambaye ana maono hayo, naona kwamba ni mtu mtu sahihi ambaye maybe ukimpa kazi ya kuimplement kwa ajili ya kuisaidia au kusaidia mpira wetu anaweza akaifanya very very correct, na hapo sasa nafikiri wale ambao walikuwa wanahitaji mabadiliko ya kweli, kwa sababu kumekuwa kuna kelele nyingi sana hapa, oh, mabadiliko ya kweli mabadiliko ya... Sasa kama wanahitaji kweli mabadiliko ya kweli kwenye mpira, jamaa ni mtu sahihi, si unaelewa? Ni mtu sahihi, anazijua vizuri kanuni za ligi, anajua vizuri eh, jinsi ambavyo mpira unapaswa kuendeshwa. Ameuhudumia mpira, amecheza mpira amekuwa mtendaji mkuu e, pale JKT Azam alikuwa manager, manager, e, manager. Yeah, kwa hiyo ni, ni, ni mtu ambaye mpira anaujua unaelewa. Kwa hiyo, kwa hiyo upande wangu mimi, yes. Mimi nampa tik wa mselect wawe mtendaji mkuu. Nafikiri hata wale ambao wi-walikuwa wanahitaji mabadiliko wataridhika na uamuzi huu bila shaka, nafikiri hivyo. Huyu anaitwa Heavyweight kapita vizuri sana, ni, ni maoni yake, kwa hiyo yaheshimiwe. Wewe kama unalo la tofauti, basi unalo eneo lako hapo katika uwanja